Watu wengi wabeba ndoto za kifamilia mm, ama wabeba hatima za familia ndio wamekuwa na vita nyingi katika maisha yao kabisa kabisa. Na miongoni mwa majeshi ambayo shetani huwa anayaandaa, sawa, kufanya vita na wabeba ndoto kubwa hey, wabeba maono makubwa ya tai, ehe, ni kuwatengenezea vipindi vigumu ndio vya watesi hey, ama vya mateso bwana, yes. Yesu Kristo asaidie sana, Amina. Manake ni majeshi ya shetani, yes, ambayo yanaandaliwa kutesa watu, Amen. Kufatana na maandiko matakatifu, sawa, kitabu cha Maombolezo ndio E, sura ya tatu na mstari wa 33, ndio ndiyo Mungu anathibitisha yeye hapendi kuwatesa wanadamu Amen. Mwenye tabia ya kutesa watu yes, ni shetani mm, pendi mateso unayoyapitia, mateso hayajaletwa na Mungu Ehe. Wako watesi wato. Na leo hukumu yao inapita juu yao mwaka huu haya. Inuka wa kutese, unapokwenda shule unateseka mpaka una febi unakwenda yeah. una kulima unateseka mpaka una febi unakwenda yeah. una kufuga unateseka mpaka una febi yeah. unatafuta ajira yeah. unateswa na bosi unateswa na wafanyakazi yeah. Ka unaacha kazi yeah. Unaandika barua ya kuacha kazi hey, hey. Manake ni majeshi, majeshi ya shetani yeah, hey. yaliyoandaliwa yeah, kutengeneza mateso yeah, ili uone njia ni ngumu hey. Safari ni ngumu ukuona mambo yako ni magumu hey, hey, ili ukate tamaa yeah, kurudi acha unachokifanya yeah. Nasema hivi ile jeshi yes, la kiupou ukoa baba yako yeah. ukoa mama yako lililoamuriwa yeah. kuleta mateso, mateso. katika maisha yako ni li lazima lishughulikiwa na Shetani yote. Ana vikosi vya aina mbili yeah. vikosi vyenye yeah. viwiliwili na vikosi visivyokuwa na viwiliwili wenye viwiliwili yeah. Ni wale watu wenye kuvaa nyama na damu yeah. Wanasimama kwenye nafasi fulani yeah. kwenye kituo fulani yeah. kwenye eneo fulani yeah. kuhakikisha ya kwamba hauwezi kupata kitu kirahisi mpaka yes. Uteseke yeah. na hata ukiteseka yeah. utapata chini ya kiwango yeah. Hautapata kwa kiwango ambacho Mungu amekukusudia hey. ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Haya ni makundi ya shetani. Ndio. Leo tutayashughulikia na yasiinuke mara ya ngapi? Ya pili, ya pili. Amen.